Najua hiko maneno watu hawaambii kwamba hii sekta ya bodaboda inasaidia uchumi ya Kenya na 660 bilioni kila mwaka. Hii sekta ya boda boda imeandika zaidi ya watu milioni mbili na nusu katika Kenya hii, na unapata mwingine anasema bodaboda ni wakora, boda boda ni wezi. Na haswa huku mashambani, bila bodaboda uchumi ya huku ndani ndani haiendelei, si kweli? Bila boda boda wagonjwa hawezi fika hospitali, si kweli? Bila boda boda wa mama hawezi fika sokoni, si kweli? Bila boda boda watoto hawezi fika shule. Kwa hivyo, mheshimiwa Kevin na kiongozi wetu Safaruk, nawashukuru sana nyinyi kwa kufikiria mambo ya bodaboda, na najua rais wetu William Samoei Ruto kwa roho yake anatambua wana bodaboda. Na mimi pia nafurahi kujiunga hapa ili tusaidie wana bodaboda. Na la mwisho ni kwamba kuna watu Kenya hii wameangalia, wameona kwamba Rais William Ruto anafanya kazi, ilifika maneno ya shaa, wakapiga kelele, ikafanya affordable housing, wakaona inafanya mambo ya university tuko na leto hapa Nyangala. Hata naambiwa kwamba Malava ndio constituency ambayo iko na wanafunzi wengi sana katika university. Jipigeni makofi. Sasa wameshindwa mbinu zote, wanataka kuchoma nchi yetu. Sisi tunawaambia hapa, na state categorically, stop camouflaging anarchy and terrorism in the name of maandamano. Wacha sisi tukae na nchi yetu tuilinde, hatutaki kuchoma nchi yetu ya Kenya na mimi naambia mahakama kwamba wale watu ambao wanafanya uhasama, wanafanya wizi, wanafanya uharibifu wa mali ya watu, kwamba wachukue hatua na washike hao watu.